Kwamba italazimu serikali na sekta ya kibinafsi kushirikiana kwa ujenzi wa vituo vya wasafiri katika barabara kuu humo nchini, kama njia ya kuwasaidia wasafiri kupata vyoo na pia kuwaepusha na magonjwa. Hili linategemea kuidhinishwa mswada uliowasilishwa na seneta wa Nyeri Wahome Wamatinga. unapata tauni zingine unaweza pata kwa kwa hizi njia unaweza pata penye kujisaidia kwa barabara, lakini kwa hizi njia ya kwenda Isiolo Marsabit mpaka Moyale utapata penye ya kujisaidia, ni ngumu. Inabidi tuende kwa mahoteli ya watu, saingine kwa petrol station, na ukienda pale, kwa sababu haukunywa mafuta ama hakuna kitu unanunua wanawanyima mahali ya kujisaidia. Kila wasafiri wanapoabiri matatu au wa mabasi kwa safari zao, ni mwanzo wa kipindi kirefu cha kuvumilia mpaka watakapowasili waendako, kabla ya kupata nafasi ya kwenda msalani, haswa iwapo hakuna hoteli au maeneo salama wanakoweza kusimama kwa muda. Ndiyo changamoto kuu kwa wasafiri kwenye barabara kuu ya Isiolo kuelekea Moyale, na ambao kwa miaka mingi wamehangaika na magonjwa au hata kuvamiwa magari yanaposimama vichakani ili waweze kujisaidia. Kusimama kwetu, tunasimamanga mahali ambapo kuna roadblock ya polisi, kama Sorolibi ama Laisamis ama Merile, hizo sehemu. Kutoka hapo tusiposimamishwa na polisi, hatuna mahali pa kusimama tu tujisaidie, tukunywe maji, ni ituazdi kwa njia tu, huwa tunatoka tu, nafikiri mnaelewa. Ni kufuatia hali hii ndio seneta wa Nyeri Wahome wa Matinga amefikisha mswada wa ujenzi wa vituo vya wasafiri kwenye barabara kuu nchini, katika kile anachosema ni njia ya kuwarejeshea hadhi wasafiri In this Kulingana na seneta huyo, pasi na kuwa maeneo ya wasafiri kujisaidia, vituo hivi vitatumika kama maeneo ya kuwabadilishia nepi watoto wachanga wanaosafiri na pia kama maegesho ya magari ya huduma za dharura it being a public private partnership there will be other elements alongside the, the facility like petrol stations can be incorporated we can also incorporate private clinics we can also incorporate hotels and such a facilities Italy's so that in itself it becomes self financing Kamao Mwangeroninga citizen kutoka county ya Isiolo.